Hatimaye mke wangu asiye na kazi na asiye na maana amekufa. Sasa naweza kupumua kwa uhuru. Juma alipiga kelele kwa sauti iliyojaa ahueni. Alicheka kama mtu ambaye mzigo mzito hatimaye umeondolewa mabegani mwake. Sasa tunaweza kuwa pamoja kwa amani, alisema. Mpenzi wangu, hatuhitaji tena kujificha. Mwanamke aliyekuwa mpenzi wake akaongeza, bila kujua kwamba mke wake alikuwa akisikia kila neno. Naye Juma na mpenzi wake wakaadhimisha kifo chake kama ushindi. Walisimama kando ya kitanda chake cha hospitali wakiwa wamevaa nguo nyeusi, wakipanga mazishi yake kwa hesabu baridi zisizo na huruma. Hawakujua kwamba katika siku ishirini na nane tu mwanamke waliyedhani amekufa angeamka akiwa nafahamu kamili, asiyezuilika na tayari kupigana, huku wao wakisherehekea kifo chake. Amana alikuwa amelala juu ya kitanda chembamba cha hospitali bila kusogea, amefunikwa kwa mashuka meupe. Hewa baridi iligusa ngozi yake. Mashine zilizomzunguka zilimsaidia kupumua. Madaktari walikuwa wametangaza kuwa alikuwa katika umahututi wa kina. Walikuwa wamesema kwamba uwezekano wake wa kuamka ulikuwa mdogo. Watu aliowaita familia walihitimisha kwamba alikuwa amekufa. Walichokosa kujua ni kwamba Amana alisikia kila kitu. Alisikia. Alisikia kicheko cha mume wake kikivunja ukimya wa chumba cha hospitali. Alisikia mpenzi wake akifurahia. Alisikia sauti ya kiti kikikwaruzwa sakafuni walipokaa kwa starehe kando ya kitanda chake kama wageni kwenye sherehe. Akili yake ilipiga kelele. Mwili wake ulimsaliti. Alijaribu kufungua mdomo wake. Alijaribu kuinua kidole chake. Hakuna kilichosogea. Alikuwa amenaswa ndani ya nafsi yake mwenyewe. Juma alisogea karibu na kitanda na kumtazama usoni. Hivyo ndivyo inavyomalizika, alisema. Mapishi yote, usafi wote na mateso yote uliyopitia ili kunifurahisha. Alitikisa kichwa polepole. Ulijifanyia kazi hadi kufa ukijaribu kuwavutia watu ambao hawakuwahi kujali. Inasikitisha sana Pendo, mpenzi wake, akaongeza huku akiegemea bega lake. Alikuwa na tamaa sana, alisema kwa sauti ya chini kana kwamba kuwa na manufaa kungefanya apendeke. Walicheka, si kwa sauti kubwa, si kwa ukatili wa kuwatahadharisha wauguzi, bali kwa ukatili wa kutosha kuharibu roho. Amana alikumbuka alivyokuwa akiamka kabla ya kuchomoza kwa jua kila siku. Alikumbuka kulala baada ya usiku wa manane. Alikumbuka kusimama jikoni huku miguu yake ikitetemeka kwa uchovu. Alikumbuka kulazimisha tabasamu huku mgongo wake ukiwaka kwa maumivu. Alikumbuka kujiambia, jitahidi zaidi tu. Alikumbuka yote haya na zaidi aliyoyafanya kwa miaka mitatu ya ndoa isiyompa chochote isipokuwa madai, matusi na sifa tupu. Sasa, alikuwa amelala bila kusogea, akiwasikiliza wakizungumza kuhusu maisha yake kana kwamba hayakuwa na maana yoyote. Mama yake Juma aliingia chumbani akiwa na kuridhika usoni. Kwa hiyo hatimaye imetokea, alisema kwa utulivu. Nilimwonya, mwanamke anayefanya kazi sana husahau nafasi yake. Alitazama mwili wa Amana usiotikisika na kubonyeza ulimi wake. Juhudi zote hizo na bado ameshindwa. Angalau sasa mwanangu yuko huru, akaongeza. Huru, neno hilo liligonga akilini mwa Amana. Huru kutoka kwake, huru kutoka kwa mwanamke aliyetoa kila kitu yeye hajafa. Daktari alikuwa amewaambia mapema. Yuko kwenye kuzimia, bado kuna nafasi ndogo sana, anaweza kuamka. Juma alimkatiza, tuwe wa kweli, daktari alisema tayari ameondoka. Amana alisikia sentensi hiyo wazi kabisa na kitu ndani yake kikapasuka. Pendo alisogea karibu na kitanda na kurekebisha blanketi. Ahitaji tena uangalizi huu wote, alisema kwa upole. Acha maumbile yakamilishe kile ambacho uchovu ulianzisha. Kisha Pendo alimnong'oneza Juma, basi tunapanga lini mazishi? Walisimama kando yake wakijadili mazishi yake, huku moyo wake bado ukipiga, huku akili yake ikiwa hai, huku akisikia kila neno ndani ya mwili wake uliokuwa kimya. Amana alipiga kelele, nipo hapa, naweza kuwasikia, kwa nini mnanizika wakati bado niko hai? Sauti haikutoka midomo yake haikusogea hata kidogo, na hakuna hata mmoja wao aliyegundua kwamba yule mwanamke waliyekuwa wakimdhihaki alikuwa anasikiliza, anakumbuka na anasubiri. Hakuna aliyegundua kwamba baada ya wiki chache tu angewafanya waombe msamaha. Muda ulisimama kwa Amana, lakini ukatili haukusimama. Siku zilipita, asubuhi zilikuja na mwanga baridi ukipenya kupitia dirisha la hospitali, usiku ulifika pamoja na vivuli na minong'ono. Amana alilala kimya katikati ya yote hayo. Kifua chake kikapanda na kushuka, mashine zilikuwa zinampumulia. Mwili wake ulipumzika, lakini akili yake haikuwahi kulala. Alisikiliza. Alisikiliza hatua za miguu nje ya mlango wake, alisikiliza wauguzi wakibadilishana zamu, alisikiliza madaktari wakizungumza kwa sauti za tahadhari, na alimsikiliza mume wake akimfuta polepole katika maisha yake. Juma alikuja karibu kila siku. Hakuwahi kumshika mkono, hakuwahi kulitaja jina lake kwa upendo. Alikaa karibu na kitanda na kumdhihaki. Hakuwa na malengo, hakuwa na maisha, alikuwa tu mama wa nyumbani asiye na maana anayesubiri mimi ni mle, alisema. Mchana mmoja, kila wakati anasafisha, kila wakati anajaribu kuifurahisha familia yangu. Pendo alikaa kando yake, mtulivu na mwenye kujiamini. Alidhani mateso yangemfanya awe wa dhamani, Pendo akajibu. Baadhi ya wanawake hawajui wakati wa kuacha. Walizungumza kana kwamba Amana tayari alikuwa kumbukumbu kumbu. Amana alitaka kupiga kelele. Alitaka kuambia kwamba alifanya kazi kwa sababu aliwapenda, kwamba alijitoa kwa sababu aliwaamini, lakini mdomo wake uliendelea kubaki umefungwa. Mwili wake uliendelea kuwa kimya. Usiku Maumivu yalizidi kuwa makali zaidi, si maumivu ya mwili, ilikuwa ni maumivu ya kujua. Kujua kwamba mwanaume aliyempikia kila siku sasa alikuwa akicheka kando ya kitanda chake, kujua kwamba mwanamke aliyekuwa amevaa tabasamu lake alikuwa akisubiri kaburi lake. Mama yake Juma alitembelea mara chache zaidi, lakini alipokuja maneno yake yalikaa kwa muda mrefu zaidi. Alijiletea mwenyewe, alisema kwa baridi. Hakuna mwanamke anayepaswa kujichosha kupita kiasi kwa ajili ya familia ambayo tayari imekamilika. Alisimama chini ya kitanda na kumtazama. Juhudi zote hizo na bado alishindwa, alishindwa. Neno hilo lilichoma ndani ya akili ya Amana. Amana alisikia mazungumzo ambayo hakupaswa kuyasikia. Atakaa hivi kwa muda gani? Juma alimuuliza daktari kwa sauti ya chini. Siku thelathini, daktari akajibu, sauti yake ikiwa tulivu lakini thabiti. Na baada ya hapo? Juma akasisitiza, sauti yake ikiwa kali, karibu yenye shauku. Familia inaweza kuamua, daktari akasema, akiepuka kuwasiliana kwa macho. Kuamua! Amana alipiga kelele kwa nguvu sana, lakini hakuna sauti iliyotoka. Akaanza kuhesabu siku kichwani mwake. Kila siku ilikuwa kama mwaka mmoja. Akili yake ilirudia miaka ya kazi isiyo na mwisho, misuli iliyouma, machozi ya kimya na sauti isiyochoka ikidai fanya zaidi, uwe bora zaidi. Kisha akakumbuka yeye alikuwa nani hasa kabla ya Juma. Kabla ya ndoa, alikumbuka mikutano aliyohudhuria kimya kimya, nyaraka alizosaini bila kutafuta sifa, kampuni alizojenga bila makelele. Alikumbuka kuchagua kujificha, alitaka kupendwa bila pesa, lakini sasa akiwa amelala hoi kwenye kitanda cha hospitali, alielewa ukweli: walidai kila kitu kutoka kwake, lakini hawakuwahi kumwona mwanamke aliyekuwa nyuma ya kazi hiyo. Amana aliendelea kuhesabu siku. Siku ya kumi na mbili, hali ilibadilika. Pendo alikuja akiwa amevaa nguo zenye rangi angavu, kujiamini kuling'aa usoni mwake Anaonekana mwenye amani, alisema akitazama mwili wa Amana uliotulia karibu, kana kwamba anajua imekwisha. Juma akatabasamu. Hataamka, walisema, kana kwamba ni ukweli usiopingika. Amana alihisi kitu kigumu kikijengeka ndani ya kifua chake, si hofu, bali hasira. Wauguzi walinong'ona walipodhani hakuna anayesikiliza. tayari wanapanga mazishi yake, mmoja alisema ni bila huruma. Mwingine akajibu kwa sauti ya chini, watu wengine huonyesha upendo tu pale pesa zinapohusika. Amana alisikia hayo na akayashikilia moyoni. Siku zilipita polepole pole. Siku ya kumi na nane mawazo yake yalizidi kuwa makali. Sitakufa, alijiambia, sitawaruhusu wanizike. Mwili wake uliendelea kuwa kimya, lakini nia yake ilizidi kuwa kali na dhabiti. Alikumbuka kila neno la kikatili, kila kicheko, kila mpango waliofanya, kana kwamba tayari alikuwa amekufa. Kila wazo lilimfanya awe na nguvu zaidi. Watajuta kwa kufikiri mimi ni dhaifu, wataona kwamba niko hai. Kila mpigo wa moyo wake, kila pumzi fupi aliyoivuta ilikuwa kama kitendo kidogo cha uasi, na katika ule ukimya alianza kupanga. Siku ya ishirini na moja mwili wake ulisogea mara moja tu. Muuguzi mmoja aliona na akaganda. Madaktari wakakimbia kuingia, vipimo vilifanywa. Tumaini liliingia chumbani kwa tahadhari na kimya. Amana hakuwa tayari kufa bado, ilibidi awaonyeshe yeye ni nani hasa. Siku ya ishirini na nne macho yake yalifunguka kwa sekunde chache, kisha akayafumba tena. Daktari alitabasamu. Anarudi, alisema. Usiku huo chumba kilipokuwa tupu Amana alimnongoneza daktari kwa midomo mikavu, usiwaambie kwanza. Daktari alisita kisha akatikisa kichwa kukubali. Amana alisubiri. Alisikiliza vicheko. Alisikiliza mipango. Alisikiliza tamaa na huku wao wakihesabu siku hadi mazishi yake. Amana alikuwa akihesabu mapigo ya moyo. Hakuwa anakufa kama walivyotaka. Alikuwa akijiandaa. Siku ya 26, Amana aliamka kikamilifu. Chumba kilikuwa kimya kupita kiasi, kisha akasikia mlio wa mara kwa mara beep. beep. Mlio wa mashine. Vidole vyake vilitetemeka, maumivu yakamjia mwilini kama moto. Alikuwa hai. Macho yake yalifunguka polepole pole. Dari juu yake ilionekana kufifia, kisha ikawa wazi. Daktari mmoja alisimama pembeni ya kitanda chake akiwa ameganda uso wake ulionyesha mshangao, kisha kutokuamini, halafu nafuu. Umeamka, alisema karibu, kama anajisemea mwenyewe. Amana alijaribu kuzungumza, midomo yake ilitetemeka, koo lake lilikuwa linaungua. Akameza mate kwa nguvu. Ndiyo, alinong'ona. Machozi yakatiririka mashavuni mwake. Alikumbuka kila kitu, kila neno, kila kicheko, kila sherehe alikumbuka maneno ya kikatili ya yule aliyejiita mume wake. Vidole vyake vilijikunja kwenye shuka. Tafadhali, alisema baada ya ukimya mrefu, usimwambie mtu yeyote, si mume wangu, si familia yake. Daktari alisita. Umekuwa umezimia kwa wiki kadhaa, alisema kwa upole. Wanafikiri kwamba wewe... Najua wanachofikiri, amana alimkatiza kwa sauti ya utulivu. Sauti yake haikutetemeka Ndiyo maana ninaomba usiwaambie. Baada ya muda mfupi, daktari alitikisa kichwa kukubali. Siku mbili zilizofuata zilipita polepole pole. Kwa maumivu, alijifunza kukaa tena, kusimama bila kuanguka, kutembea bila kupiga kelele. Usiku wodi ilipokuwa kimya, kumbukumbu zake zilirejea kwa nguvu zaidi: vicheko vyao, mipango yao, mazishi yake. Hakulia. Siku ya ishirini na nane aliondoka hospitalini kimya kimya, akiwa na begi dogo tu na nguvu zote zilizokuwa zimebaki. Alisimama nje ya nyumba ile, nyumba aliyokuwa ameihudumia zamani, nyumba iliyomchosha, nyumba iliyovunja sauti yake. Ndani kulisikika kelele, vicheko, muziki, sauti kubwa. Moyo wake ulipiga kifuani mwake polepole pole na kwa uzito, kana kwamba kila mpigo ulimkumbusha kila kitu walichokuwa wamemnyang'anya. Viti vilijaza uwanja, watu walivaa nguo nyeusi walikuwa wakijiandaa kwa mazishi yake na walikuwa wakiyachukulia kama sherehe. Aliangalia kutoka mlangoni, kila hatua ya kiburi chao ikimuunguza. Yule aliyejiita mume wake alizunguka kwa kujiamini akitoa amri, sogezeni viti hivyo karibu, alisema, watu watakuja mapema. Sauti yake ilitiririka fahari na nafuu. Pendo alitembea huru ndani ya nyumba akicheka na kuonyesha huku na kule, kana kwamba tayari anamiliki kila kitu. Vidole vya Amana vilihisi kuwasha kwa hamu ya kusogea, akili yake ikipiga kelele kwa hasira, lakini alibaki kimya, akingoja. Angependezwa na hili, Pendo alisema kwa kawaida akitazama kuzunguka. ni rahisi, ni bei nafuu, kama maisha yake. Wakacheka, sauti ile ikachoma kifua cha Amana. Akaingia ndani taratibu, kimya kimya, miguu yake ilikuwa mizito, lakini aliendelea kutembea. Mtu alipiga yowe. Uwanja mzima ukaganda. Juma akageuka, kuchanganyikiwa kukavuka usoni mwake kisha kutokuamini halafu hofu tupu. Vipi? Unawezaje kuwa hai, aligugumia. Ulikuwa unatakiwa uwe umekufa. Pendo akaganda. Kicheko chake kilikufa kooni. Mama yake Juma aliangusha kikombe kilichokuwa mkononi mwake. Ulikuwa umeondoka. Ulizikwa akilini mwetu, alitema maneno kwa chuki. Amana aliangalia pande zote, mazishi yake yakiwa ya tayari yamepangwa, ilhali moyo wake bado ulikuwa unadunda. Kila kitu tulichopanga kwa ajili ya mazishi yako kimepotea bure, Juma alipiga kelele, ngumi zake zikikunjamana, uso wa mama yake ukiwa umepindika kwa hasira. Yote yameishia bure. Amana alibaki kimya. Ukimya wake ulikuwa mzito kuliko utulivu wowote uliwafanya wajikune wajipunguze. Pendo alimgeukia Juma ghafla, mtoe hapa Amana. aliwaangalia wote kwa utulivu, kisha sauti yake hatimaye ikatoka, ya chini na dhabiti, nimewasikia nyote. Mlidhania mimi ni dhaifu na nimekwenda, lakini nimeona kila kitu, na hakuna kitakachobaki kama kilivyokuwa. Chumba kikanyamaza, kujiamini kwao kukatoweka Hofu ikasambaa nyusoni mwao, nyuso zile zile zilizokuwa zimejaa majivuno dakika chache zilizopita. Amana akaingiza mkono wake taratibu ndani ya begi lake, miondoko yake ilikuwa tulivu, ya makusudi. Akapiga simu, simu moja tu endeleni na mpango, alisema kwa ujasiri, kisha akasubiri dakika chache tu. Simu ya Juma ikaita. Aliipokea kwa kawaida mwanzoni kisha tabasamu lake likatoweka. Unamaanisha nini? Imekatishwa! alipiga kelele. Hili lazima liwe kosa. Simu nyingine ikaingia, kisha nyingine tena. Barua pepe zikajaa kwenye skrini yake: ufikiaji umefutwa, mkataba umevunjwa, nafasi imefutwa, kazi imekatishwa. Mama yake akamshika mkono. Nini kinaendelea? alidai. Mikono ya Juma ikatetemeka mimi mimi, nimefukuzwa kazi. Maneno yalianguka mazito, uwanja mzima ukalipuka kwa makelele. Pendo akaganda, macho yake yakabanwa. Umefukuzwa, alirudia Juma. Akageuka polepole pole kuelekea kwa Amana, sauti yake ikashuka hadi kuwa mnong'ono. Umefanya nini? Umewezaje kufanya hilo? Sielewi. Amana akainua kichwa chake, mgongo wake ukanyooka Ulichezea mwanamke asiye sahihi. Mgongo wake ulisimama wima, sauti yake haikutetemeka. Mlidhania mimi ni dhaifu, mlidhania mimi si kitu, alisema polepole pole. Hilo ndilo kosa lenu kubwa zaidi. Mimi ni bilionea, ninamiliki makampuni makubwa kote Kenya: benki, viwanda, biashara zinazoamua nani anakula na nani anakufa kwa njaa. Akachukua hatua moja mbele Nilichagua ukimya, nilichagua maisha rahisi. Nilitaka kujua kama ningeweza kupendwa nilipokuwa sina kitu. Macho yake yakamkazia Juma. Nilichokikuta ni ukatili. Aliacha maneno ya zame. Niliwasikia mkisherehekea kifo changu, niliwasikia mkipanga mazishi yangu, niliwasikia mkicheka nilipokuwa nimelala kwenye kitanda cha hospitali, nilipokuwa siwezi. Sauti yake ikawa ngumu hivyo nikaamua kuwajibu ipasavyo akanyanyua simu yake kidogo juma umeisha hakuna kampuni iliyo chini yangu itakayokuajiri tena hakuna mshirika atakayegusa jina lako hakuna benki itakayokuamini akasita kidogo utaamka kila siku ukijua kwamba mwanamke uliyemzika akiwa hai ndiye aliyefunga kila mlango utakaojaribu kuugonga maishani mwako Juma akatikisa kichwa kwa nguvu. Hapana, hapana. Amana hakupandisha sauti. Nitahakikisha unajutia kila tusi, kila kicheko, kila sekunde ulidhani mimi ni wa kutupwa. Ukimya ukawaangukia kama pigo. Magoti ya juma yakapwaya. Mama yake akapiga yowe, unasema uongo, haiwezekani! Amana akainua simu yake nyaraka zikang'aa kwenye skrini hati za umiliki sahihi uthibitisho usioweza kukanushwa walianza kuomba msamaha juma alitembea akimkaribia sikujua alisema huku akilia kwa kwikwi tafadhali nisamehe mama yake alimfuata akilia kwa sauti kubwa tulikuwa tumekosea aliomba hatukukusudia pendo alirudi nyuma taratibu macho yake yalisogea kutoka kwa amana hadi kwa juma basi sasa huna chochote, alisema Juma. Hakusema neno. Pendo alicheka kwa uchungu. Kwa hiyo umefilisika? Aliinua begi lake. Nilibaki kwa sababu ya pesa zako, alikiri, sauti yake ikipasuka karibu apige kelele, lakini sasa huna chochote, hakuna kitu. Sibaki kwa wanaume waliofilisika, akasema, kisha akaondoka. Hatua za pendo ziliposikika zikiondoka, Juma aliganda. Kifua chake kilibana, mikono yake ikatetemeka. Usaliti ulimchoma kama moto. Muda wote huo alikuwa ameamini kuwa anadhibiti kila kitu, na sasa kila kitu kilikuwa kimeporomoka. Alitazama chumba kilichojaa vurugu, akautazama utulivu wa Amana, mtazamo wake usioguswa na akahisi uzito mkubwa wa uhalisia. Alikuwa amepoteza kila kitu. Amana alisimama juu ya yote, hakuguswa na machafuko yaliyomzunguka. Hakupiga kelele, hakulia. Utulivu wake ulikuwa mbaya zaidi kuliko hasira. Mlinizika wakati bado nilikuwa napumua, alisema, sauti yake ya chini lakini dhabiti, kila neno likikata kwa kina kuliko kelele yoyote. Mlipanga mazishi yangu, aliendelea. Mlicheka huku mwili wangu ukiwa umelala kwenye kitanda cha hospitali, nikiwa siwezi kusogea, nikiwa siwezi kuzungumza. Macho yake yalisogea pole pole kutoka uso mmoja hadi mwingine. Alihakikisha kila mmoja wao anahisi ameonekana. Mlisherehekea kifo changu, alisema tena kwa upole zaidi safari hii, na ule upole ulikuwa na uzito kuliko hasira kali. Magoti ya Juma yakalegea kwa mara ya kwanza, hofu ilimpata kweli. Amana aligeuka kuelekea langoni. Nimemaliza, alisema sio kama tishio, sio kama ahadi, bali kama uamuzi wa mwisho aliondoka na safari hii, hakuna aliyemfuata, hakuna aliyemdharau, hakuna aliyemcheka. Kulikuwa tu na sauti ya kila kitu walichodhani wanacho kikibomoka nyuma yake, kwa sababu mwanamke waliyedhani wamemzika hakurudi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Alirudi kwa ajili ya ukweli. Miezi kadhaa baadaye, maisha yalikuwa yamebadilika kabisa. Juma alikuwa amepoteza kila kitu, kazi yake, heshima yake, marafiki zake Hakuna kampuni iliyotaka kumgusa, kila mlango aliyougonga ulifungwa usoni mwake. Amana, hata hivyo, alikuwa amejijenga upya kimya kimya, makampuni yake yalistawi. Alisafiri kwa uhuru akijua kwamba watu waliowahi kumdhihaki hawakuwa na nguvu juu yake tena. Maisha yake yaliyokuwa yamefichwa hapo awali sasa yaliendelea kwa masharti yake mwenyewe. Simulizi hii inatufundisha kuwa watu hufichua tabia yao ya kweli wanapodhani huna nguvu, na wanaposherehekea kuanguka kwako, huandaa jukwaa la kuanguka kwao wenyewe. Asante sana kwa kutazama hadithi hii hadi mwisho. Ikiwa imekugusa tafadhali laiki, share na subscribe ili kuunga mkono chaneli na kusaidia hadithi hizi kuwafikia watu wengi zaidi. Nijulishe kwenye maoni unatazama kutokea wapi na ni sehemu gani ya hadithi ya amana iliyokaa nawe zaidi. Hadithi zenye nguvu zaidi zinakuja, usizikose.